ni mtazamaji wa Sau TV. Karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo na miongoni mwa taarifa tulizo nazo ni pamoja na vijana wabainisha mtazamo wao juu ya changamoto zinazowafanya kushindwa kuwashirikisha wazazi katika swala la uzazi. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani asisitiza kuwa mgogoro wa Gaza haupaswi kuamuliwa kwa nguvu za kijeshi. Na katika michezo, mashabiki wa klabu ya Simba waeleza matumaini yao kuelekea mchezo wa fainali dhidi ya RS Berkane ya Moroko. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Mwanaidi Mubarak, nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. John Masawe atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Catherine Kaberege. Na tuanze na habari za kitaifa. Vijana katika mtaa wa silivini wamebainisha mtazamo wao juu ya changamoto zinazowafanya kushindwa kuwashirikisha wazazi katika masuala ya uzazi, ikiwemo ukali wa wazazi, aibu na uoga, hali ambayo huwafanya vijana hao kubeba misalaba yao pasina kuwashirikisha wazazi. Mwanahabari wetu Irene Dibanje anaeleza zaidi. Wahenga wanasema mchelea mwana hulia mwenyewe. Uwepo wa vijana wengi hususan walio mbali na wazazi wao wamekuwa na uhuru kupindukia katika kufanya maamuzi ya maswala ya uzazi kama vile kuishi na wenza wao, kubeba ujauzito na kujifungua pasipo kuwashirikisha wazazi wao. Na leo Sauti TV imetia nanga katika mtaa wa Silivini ili kujua changamoto ambazo zinawafanya vijana hao kushindwa kuwashirikisha wazazi wao maswala hayo: ukali wa wazazi au wazazi kutokuwa waelewa tokana na mazingira waliokulia. Moja ni aibu, anakuta kijana anaona, nitamwambiaje mzazi, yaani nitamwambiaje nina ujauzito au nitamwambiaje mimba imetoka, labda kwa mfano, kwa sababu labda yale mahusiano alionayo sio mahusiano rasmi, yawezekana ajafunga ndoa, au yule mtu aliyenaye kwenye mahusiano awajatambulishana kwao, anaona aibu atamwelezaje mzazi kwamba nina ujauzito au pengine ujauzito niliobeba umeaji, anaweza akalichukulia hili swala vipi, anaweza sio, atakanifanyeje? Changamoto nyingine uoga, yani unakuta mimi hapa ndio nataka kumshirikisha mzazi, ila anaogopa nikimwambia mzazi wangu atanifanyeje? Huwa ni mtazamo wa vijana hao katika upekechuaji wa swala hilo, na hapa mtaalamu wa masuala ya famasia anabainisha madhara yatakayowakabili vijana hao na kutoa ushauri yakinifu juu ya swala zima la uzazi mzazi anaamini ya mtoto yake yupo shuleni au anafanya kitu fulani, e, kwa hiyo sasa hakiendani na hiyo taarifa ambayo yeye atampatia ya, ya kuhusu uzazi, sababu uh, ni majukumu mawili tofauti kwao. Mzazi anaweza akampatia hata shida, pengine akapata na stroke, akapata fresh. Tuje sasa kwenye madhara ambayo vijana e, yanawapata kwa kushindwa kufanya hivyo ni kushindwa kupata huduma. Kwa mfano sasa, imetokea yule mtu amejifungua au siku ya kujifungua, kuna baadhi ya huduma zinakosekana kwa sababu kuna vitu uh, wanakoswa kusaidiwa kwa sababu mwanzoni hawakutoa taarifa e, kwa mfano uh, imehitajika hela, si sawa inakosekana kwa kuna baadhi ya mahitaji yanakosekana, wanaweza akapoteza hata maisha huko lepa, huwezi kujua. Mimi nawashauri wafanye hivyo, kwa wa sababu e, unapo kuna muda kuna ndio hata kama unasoma hata kama kuna misha unafanya e, inafikia wakati sasa, we ni mtu mzima. Ewe kijana, vunja ukimya kwa kuwashirikisha wazazi wako maswala haya ya uzazi. Irene Dibanje wa Sau TV. Shukrani sana Irene Dimbanje. Na tuende katika taarifa nyingine. Baadhi ya wanaume wanaojishughulisha na kazi za urembo katika saluni zinazotoa huduma kwa wateja wa kike katika mtaa wa Silivini, kata ya Luchelele jijini Mwanza wameeleza kuwa hukumbana na changamoto mbalimbali mbali, zikiwemo mitazamo ya kijamii kuhusu kazi hiyo. Wakizungumza na Sau TV Habari, baadhi ya wanaume wanaofanya kazi za urembo wamesema licha ya mitazamo tofauti kutoka kwa baadhi ya watu, wanaendelea na kazi hiyo kwa kujivunia ujuzi wao na kuzingatia ubora wa huduma badala ya kujali jinsia. Zainab Isa amefanya mazungumzo na wanaume hao na kuandaa taarifa ifuatayo. Kwa kawaida unapofikiri kazi za urembo kama kusuka na kupaka rangi kucha, unawaza wanawake. Lakini siku hizi wanaume hawapo nyuma katika urembo. Kuna baadhi ya wanaume wanajihusisha na shughuli za kupaka rangi kucha pamoja na ususi, kazi ambazo awali zilifanywa na wanawake pekee. Sau TV imezungumza na baadhi ya wanaume ambao wanajihusisha na shughuli hizo, wameeleza maoni yao na changamoto zinazowakabili katika tasnia hiyo. Kazi, maza, kazi ya mwanza afanya kazi ya rangi, kupaka rangi kiukweli, rangi haina changamoto yoyote zile, bali uwe unajiamini, kwa sababu rangi wengi wanaogopa sana, kwa sababu wanasema, na la changamoto, unakuta wanawake wako auvyouvyo, nini, ni wewe tu unavyokuwa na utaratibu wako, kujiamini au kutokuwa kujiamini. Changamoto zipo lakini kwa kiasi chake, kwa sababu saa nyingine wengine uh, wanaweza kafikiria kwamba kwa sababu wanawake mtu nawatengeneza, basi labda unaweza kaa na mahusiano nao sana hiiza kimapenzi na vitu vingine, lakini hapana, sehemu ya kazi. Kwa hiyo wao nimewachukulia kama marafiki zangu. Ingawa wananchi wamekubaliana na mabadiliko hayo, lakini bado kuna wengine wana mtazamo tofauti kuhusu wanaume wanaofanya kazi katika saluni za kike, wanaume kusuka na kupaka rangi. na kwa mimi naona ni hali ya kawaida kwa sasa hivi, sababu ni katika ile utafutaji, na tunaona watu wengi wanafanya hivyo sababu ya kukidhi mahitaji yao na kukidhi mahitaji ya, ya familia zao. Kwa hiyo kwa kuwa tushazoea kwamba wanafanya hizi kazi, wanazifanya wanawake, lakini maisha sasa hivi Karina sasa hivi wa uhali wa ugumu wa maisha kwa mtu anafanya a aweze kupata maisha aweze, uh, kupata hela ya ya ya ya kunini kuendesha akuendesha maisha yake. Wawali wote wanaokuwa na dhana ya kwamba uh, hizo kazi ni za kiki au ni shughuli ambazo zinatokiwa zifanywe na wanawake peke yao wanakosea, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine, mhusika mmoja mwenyewe anafanya hiyo jambo kama anaona ni swala ambalo mbao akipata na anakipata kwa upande wa mwanadada Esther, yeye ameeleza sababu za kupenda kurembwa na wanaume kuliko wanawake. wa sababu kuliko kwa ya kwanza, hawana ubaguzi. nakusema na ubaguzi, yani wao hawamchagui um, yani mtu yoyote, yani labda mtu aseme labda ni rafiki yangu ni nini, mtoto yoyote hakika atakayefika pale atahudumiwa vizuri na atapewa ata huduma yake anayotaka. Kitu kingine, wanawake wengi wanaichukulia kama wanaume hii kazi ndio naiweza sana kuliko wao wanawake wenyewe. Licha ya mtazamo mseto kwa jamii inayowazunguka wanaume hao wameendelea kutengeneza nafasi yao katika tasnia ya urembo, wakionyesha kuwa kazi si swala tu la jinsia bali ni uwezo na ustadi wa kuifanya. Zainab Isa, SauTV. Shukrani sana Zainab Isa, na tuelekee katika taarifa nyingine. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT jijini Mwanza wameeleza kuwa changamoto ya ukosefu wa ajira inahitaji mikakati ya makusudi kutoka kwa vijana wenyewe wakisisitiza umuhimu wa kutafuta ujuzi wa kujitegemea badala ya kusubiri ajira za ofisini. Wakizungumza na SauTV Habari, wanafunzi hao wamewataka vijana wenzao kuacha kubweteka na kuchukua hatua madhubuti kwa kujifunza stadi mbali mbalimbali zitakazowawezesha kujiajiri na kuwa suluhisho kwa tatizo la ajira nchini. Ripoti yake Naomi Senya inaeleza zaidi. Uhaba wa ajira ni tatizo la muda mrefu. Ili kukabiliana nalo ni jitihada za kila mmoja kuhakikisha kwamba anaangalia fursa na mikakati ambayo itamsaidia ili kuepukana na hili tatizo. Hapa ni Chuo Kikuu cha Mtakatifu wa Agustino Mwanza, ambako nimepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wanafunzi wa chuo hiki, wakieleza mikakati na mipango ambao wanachukua kukabiliana na tatizo la uhaba wa ajira pindi wanapomaliza masomo yao. Wakati wa kwanza mimi kama wanafunzi ni kuondokana na ile notion ya kwamba tunasoma tupate ajira. Wakati wa kwanza ndio huo. Uh, maanake wanafunzi tujitambue, tuwe na uelewa nawakusoma tunajua kwamba tunaongeza nini knowledge maana yake maarifa ya kuweza kufanyaje, kupambana na maisha ya baadaye. Tunapokuwa chuoni, tunapokuwa kwa mfano serikali inavyotupatia hii na nini, fedha ya bumu, tujitahidi katika kuwekeza, yaani ile ambao unapewa, unajitahidi unakuwa unalipa ada, afu ukishalipa ada baadaye unafanya saving ambayo itakusaidia leo au kesho ukiwa umemaliza chuo. Vijana tuondoe ile zana ya kutembea na vyeti mtaani, tuweke kwanza ubunifu mbele, alafu vyeti baadaye. Kitu unachokifanya siku zote lazima kitaonekana, huo ubunifu utakaoweka katika kile kitu unachokifanya na ukafanya kwa weredi, vyeti baadaye vitakuja ukusapoti kile ulichokifanya na kazi yako itaonekana. Lakini pia vijana tuache uvivu, tufanye kazi kwa bidii. Unafanyaje kazi kwa bidii? kitu kidogo ambacho utakipe, utapewa fanya kwa weledi, kila mmoja aweze kukiona, na kila unachokifanya fanya kwa utofauti, yaani mwenzako uliona amefanya kidogo, wewe jitahidi kutafuta njia ambazo zitafanya kionekane tofauti na cha watu wengine. Mmoja kati ya mwanafunzi aliyehitimu masomo yake hivi karibuni amewataka wanafunzi wa vyuo vikuu kutumia fursa za biashara kulingana na mazingira yanayowazunguka. Kwanza kabisa wanaangalia fursa zilizopo kwenye jamii yetu. Binafsi nilianza na fursa hii ya kufungua genge, kwa sababu ilikuwa ni fursa ambayo naona inaweza kupatia kipato angalau mia moja, mia mbili, zenye maisha yanaendelea. Lakini pia kwa watu wengine wanaweza kujihusisha na shughuli mbali mbalimbali kulingana na mazingira yao. Wapo ambao wanaingia kwenye masuala ya biashara kama mimi, wapo ambao wanaingia kwenye masuala ya kilimo, wapo ambao wanaingia kwenye masuala ya ufugaji wapo ambao wanaingia kwenye masuala ya siasa. Kwa kila mmoja anaingia kwenye fursa ambayo anaona anaweza kainum. mimi ni Naomi Senya wa Sau TV. Asante sana Naomi Senya kwa taarifa hiyo. na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SauTV, na tuendelee na taarifa zetu tukiangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Tuanzie huko nchini Burkina Faso ambapo makundi ya wanajihadi wa Kiislamu wamefanya mashambulizi kadhaa nchini Burkina Faso, likiwemo shambulizi kwenye kambi ya jeshi ya Jibo. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi kuhusu usalama, hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki ambayo yamekumbwa na machafuko kwa miaka kadhaa huku serikali ya nchi hiyo ikisema inaendelea kuimarisha juhudi za kupambana na ugaidi na kushirikiana na jumuiya ya kimataifa kurejesha amani katika maeneo hayo. Kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johan Wadefol, ambaye yuko ziarani nchini Israel, amesisitiza kuwa mgogoro wa Gaza haupaswi kuamuliwa kwa nguvu za kijeshi pekee bali ni wakati mwafaka wa kusitisha majadiliano dhabiti na kutafuta namna bora ya kujadili amani ya, ya ukanda wa Gaza. Akizungumza katika ziara yake, Johann Wadephul amesema kuwa suluhisho la kudumu linahitaji pande zote kukaa pamoja na kuzungumza ili kuepuka zaidi ya umwagaji damu na kuleta utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Mwanahabari wetu Bakari Mkumboto ana undani wa taarifa hizi za kimataifa na tukianzia barani Afrika, nchini Burkina Faso, wanajihadi wa Kiislamu siku ya Jumaapili walitekeleza mashambulizi kadhaa kurenga kambi ya kijeshi ya Dijob pamoja na miji mingine kaskazini mwa nchi hiyo. Vyanzo vinasema kuwa makundi hayo yalifanya mashambulizi mfululizo kwa kuanza kuishambulia kambi ya kijeshi ya Dijob kabla ya kuelekea kwenye mji wa Sole kaskazini, Sabsek uliopo katikati mwa Burkina Faso na pia Yonde katikati mashariki. Mpaka sasa hakuna idadi kamili ya watu waliouawa wala majeruhi, lakini maafisa wa usalama wamethibitisha kuwa wapiganaji hao walifanikiwa kuidhibiti kambi ya jeshi ambako waliharibu ndege na kuwa idadi ya watu ambao haijafahamika. Mashahidi wanasema kuwa shambulio hilo la siku nzima liliendelea katika maeneo mengi ya kaskazini na yalifanyika wakati ya rais wa mpito Kapten Ibrahim Traole alipokuwa akirejea Wagadugu baada ya safari ya Moscow ambapo alifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin, kuhusu ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Na tukisafiri mpaka Mashariki ya Kati, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johannes Lwatherford ambaye yuko ziarani nchini Israel ametoa wito wa kufanyika kwa majadiliano ya dhati kuhusiana na usitishaji wa mapigano huko Gaza, kupitia mfululizo wa machapisho katika mtandao wa X yaliyoandikwa na waziri huyo kuwa mgogoro wa Israel hauwezi kutatuliwa kwa njia ya kijeshi. Moja ya chapisho lake kwenye mtandao wa X ulisema kuwa Gaza ni sehemu ya maeneo ya Palestina. Nilielewana na wenzangu wa Israel kwamba Wapalestina wa Gaza wana haki ya kuwa na mustakabali wao, hawapaswi kuamishwa kwa nguvu yoyote, na uwepo wa jeshi la Israel ndani ya Gaza unaweza kuwa wa muda tu.

Juhudi za kusitisha mapigano baina ya Ukraine dhidi ya Russia vinazidi kupamba moto baada ya Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogani ametangaza kuwa nchi yake iko tayari kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya amani kati ya Ukraini na Urusi yatakayofanyika Istanbul. Tangazo hili limetolewa kufuatia pendekezo la Rais wa Urusi Vladimir Putin la kuanzishwa kwa mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine ili kumaliza vita vinavyoendelea. Huku Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky ameonyesha utayari na nia ya kushiriki katika mazungumzo hayo lakini amesisitiza usitishwaji wa mapigano kwa siku thelathini usio na masharti kabla ya kuanza kwa mazungumzo hayo siku ya Alhamis, na kuongeza kuwa ana imani Warusi safari hii hawatoleta visingizio. Hata hivyo, Urusi imekataa pendekezo la kusitisha kwa mapigano kwa siku thelathini na kusema kuwa usitishaji wa mapigano unaweza kujadiliwa wakati wa mazungumzo na kusisitiza kuwa mazungumzo lazima yalete amani ya kudumu. Asante sana Bakari Mkumboto kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na John Masawe atakayetusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi, karibu mtazamaji wa SauTV. Na sasa ni habari za biashara, jina langu ni John Masawe. Baadhi ya vijana jijini Mwanza wameeleza kuwa biashara ya miwa imekuwa zaidi ya fursa katika kipindi hiki cha ukosefu wa ajira, wakisema imewapa mwanga mpya wa matumaini na uwezo wa kujitegemea katika maisha ya kila siku. Wakizungumza na SauTV Habari leo katika eneo la Mkuyuni jijini Mwanza, vijana hao wamesisitiza kuwa kupitia biashara ya miwa wameweza kuwa nguzo muhimu katika familia zao, jambo ambalo limewasaidia kutoka kuwa wategemezi hadi kuwa wachangiaji wakuu wa mahitaji ya nyumbani na maendeleo ya familia. Kwingineko, katika biashara ya kimataifa, mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na China umeanza kutulizwa baada ya mataifa hayo kufikia makubaliano ya kutumia tozo sawa kwa siku tisini ili kutoa nafasi ya mazungumzo zaidi. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya mkutano wa ngazi ya juu uliofanywa mjini Geneva, Uswizi, kati ya maafisa wa biashara wa pande zote mbili, ukiwa mkutano wa kwanza tangu Marekani kuiwekea China ushuru mwezi Januari chini ya utawala wa rais Donald Trump. Mwanahabari wetu Matayo Msigala ameandaa ripoti ifuatayo ya biashara. Tukianzia hapa nyumbani nchini Tanzania, katika eneo la Mkuyuni jijini Mwanza, wafanyabiashara wa miwa wameeleza ni kwa namna gani zao la miwa limekuwa zaidi ya fursa kwao. Naitwa Mudi Saidi, ni mfanyabiashara wa miwa. Kwa hiyo biashara nimsaidia vitu vingi, nasomesha watosu, watoto nasomesha bado na inakizi familia yangu kupatwa wana, wanaishi vizuri. Aidha, wafanyabiashara hao wameongeza kuwa kupitia biashara hiyo ndogo ya kuuza miwa imefanya ime mambo mengi na ya kukumbuka katika familia zao ikiwemo kusomesha watoto na kuendesha maisha yao ya kila siku. Kidogo tu hicho hicho ka, kadisha familia kidogo kajipatia na mimi kidogo wangafadhali kujiendesha hata mimi mwenyewe mimi namshukuru Mungu. Naitwa Joseph Lukasi, ni mjasiriamali wa biashara hii ya mila. Namshukuru Mungu, kwa kweli nimeona nimeona manufaa yake, unaona bana, japo japokuwa mtu mwingine anaweza akapita akaidharau, lakini mimi kuna kitu ambacho imenifanyia nimekiona na katoka kangu nimepeleka mdi naripia miwa hii, naona bana, kuna labda mambo ya ujenzi, naendelea kupitia miwa hii hapo. Wahenga wanasema hakuna mafanikio pasipo changamoto. Wametueleza kwamba wanakumbana na changamoto mbalimbali mbali, kama zalau miwa kuharibika na mabadiliko ya hali ya hewa kuathiri mtiririko mzima wa kupata wateja katika biashara yao. Hakika usikate tamaa, penye nia pana njia. Tukitoka nje ya mipaka ya Tanzania huko Geneva Uswizi, e, vuta ni kuvute ya kibiashara kati ya Marekani na China imeanza kutoa taswira tofauti baada ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani kufikia makubaliano ya kutumia ushuru mmoja kwa kuingiza bidhaa katika mataifa yao kwa siku tisini sawa na miezi mitatu baada tu ya makubaliano hayo yaliyofanyika Uswizi. Makubaliano hayo yamekuja siku chache baada ya mazungumzo yaliyowakutanisha maafisa wakuu wa kibiashara kutoka pande zote mbili walizokutana siku ya Jumamosi huko Geneva Uswizi, katika mkutano wa kwanza wa ngazi ya juu tangu Rais wa Marekani Donald Trump aiwekee China ushuru mwezi Januari. Aidha, katika mazungumzo hayo Marekani na China wameazimia kupunguza ushuru kwa asilimia mia moja kumi na tano baada tu ya kumaliza mazungumzo hayo. Isa, katika mazungumzo hayo Marekani na China wameazimia kupunguza ushuru kwa asilimia mia moja kumi na tano baada tu ya kumaliza mazungumzo huko Jeneva, Uswizi. Maamuzi hayo yamekuja siku kadhaa baada ya nchi hizo mbili kulondikiana ushuru mkubwa zaidi tangu kuanzishwa kwa uhusiano wao wa kibiashara Ushuru mpya wa Marekani kwa uingizaji wa bidhaa kutoka China umefikia asilimia mia moja arobaini na tano na baadhi ya bidhaa zinazouzwa nje ya Marekani kwenda China zinakabiliwa na ushuru wa asilimia mia moja ishirini na tano. Je, maamuzi haya ni mwarubaini wa mataifa hayo kushirikiana kikamilifu kibiashara au ni propaganda tu? Langu jina matayo Msigala, Sauti TV. Shukrani sana Matayo Msigala kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za habari za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Catherine Kaberege. Endelea kutazama SauTV Habari. Mimi ni John Masawe. Matumaini yangu umzima mzima wa afya, mwana michezo mwenzangu, karibu katika habari za michezo tulizokuandalia kwa siku ya leo. Mimi ni Catherine Kaberege. Kuelekea kilele cha kombe la shirikisho Afrika itakayofanyika Mei kumi na saba nchini Moroko, mashabiki wa Simba Sports Club wametoa maoni na mapendekezo yao kuhusu hali ya timu yao kabla ya kukabiliana na RS belkane ya Moroko, wakizungumza na sauti wakizungumza na sauti vi, baadhi ya mashabiki wamesema kuwa ingawa Simba imejiandaa vizuri katika kila idara bado haitakiwi kuwadharau wapinzani, kwani nao ni timu imara. Katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Real Madrid ya Uhispania imethibitisha kuingia mkataba na Xabi Alonso kwa kocha mkuu kwa kipindi cha miaka mitatu ijayo. Real Madrid imepanga kuanza mwanzo mpya chini ya uongozi wa Xabi Alonso kuanzia Juni moja ikiwa ni maandalizi ya michuano ya kombe la dunia ngazi ya vilabu kama hatua ya kwanza katika safari yao mpya ya mafanikio. Tuungane na mwanamichezo wetu Musa. Tuungane na mwanamichezo wetu Mika Musa anasimulia zaidi kuelekea katika kilele cha michuano ya kombe la shirikisho Afrika Mei 17 mwaka 2025 timu ya soka ya mpira wa miguu Simba Sports Club ya Tanzania inatarajia kukutana uso kwa uso na klabu ya Bekane ya nchi ya Moroko. Mashabiki na wadau mbalimbali wa klabu ya Simba wametoa maoni yao na matumani yao juu ya kutoa ubingwa huo. Kwa majina naitwa Hilary Mushi, mimi ni mshabiki wa Simba damdam. Nimetea mchezo wa fainali tarehe 17 a 7 uwanja wa Moroko. Natumai Simba ataenda kucheza mchezo vizuri, endapo kama Berekani watashindwa kumfunga Simba chini ya goli tatu, marudio tarehe 25 uwanja wa Benjamin, uwanja wa Mkapa almaarufu Mpaso Stadium, Simba huenda akapendewa matokeo. Naamini Simba anaukuta mzuri nagolia mzuri sana barani Afrika. Kwa jina anaitwa George Maisa, ni shabiki wa timu ya Simba Sports Club. zilikuwa ni ngumu mechi zote na tukiangalia kombe la shirikisho kuelekea fainali ya tarehe kumi na saba tunampa Simba nafasi kwa vile anaanzia ugenini, tunaimani pia atafanya vizuri kuelekea mechi hiyo, licha ya uimara wa wachezaji wa timu hiyo ya Simba. Mashabiki wa Simba wamesema kuwa mchuano utakuwa ni mkali, kwani kila timu imejipanga vizuri kukabiliana na mwenzake. Kwao mimi, naamini zaidi Simba ikifanya mazoezi na maandalizi vizuri ya kuwakabili alasi Bekani kwa kufanya research ni kwa namna gani unaweza kwa approach, kwa sababu Alasi Bekani tunaona ina wachezaji wazuri na sio timu ya kubeza. Hivyo Simba ikifanya research nzuri na kufanya maamuzi ambayo anaweza kwenda kuiamua mechi ugenini hapo, mimi naamini kabisa, kwa Mkapa kama ilivyo zana ya sisi mashabiki wa Simba kwa Mkapa hawawezi kutoka. Sina zaidi cha kuongea, lakini naamini ubaya aubayaubwela tutaufanya zaidi. Hayo ni baadhi ya maoni na matumaini ya mashabiki wa klabu ya Simba siku ya Mei 17, 2025. Tukielekea katika anga za kimataifa kunako nchi ya Spain, klabu ya Real Madridi imemtaja Xabi Alonso atakuwa meneja mpya wa Real Madrid hadi Juni 2028. 20, taratibu zote za mikataba imeshakamilika. Mkataba umeungwa na Xabi kuwa meneja kwa miaka mitatu ijayo. Real Madridi wana mpango mzuri na Xabi Alonso na timu yake kuanza sura mpya kuanzia Juni moja na kujiandaa na kombe la FIFA la dunia kama hatua ya kwanza. Na Cristiano JR kuanza kuwasha moto baada ya kuanza mazoezi na timu ya Ureno ya vijana wenye umri wa miaka chini ya kumi na tano kwa mara ya kwanza, huku akisapotiwa na mama yake Maria Dolores, kwani amekuwa upande wake muda wote. Jina langu ni Mika Musa wa SauTV. Asante sana Mika Musa kwa taarifa hizo za kimichezo hadi kufikia hapo. Sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Catherine Kaberege na sasa nirudishe kijiti kwake Mwanaidi Mubarak kwa ajili ya kuhitimisha habari kwa siku ya leo. Asante sana Catherine Kaberege kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Vijana wabainisha mtazamo wao juu ya changamoto zinazowafanya kushindwa kuwashirikisha wazazi katika masuala ya uzazi. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani asisitiza kuwa mgogoro wa Gaza haupaswi kuamuliwa kwa nguvu za kijeshi. Na katika michezo, mashabiki wa klabu ya Simba waeleza matumaini yao kuelekea mchezo wa fainali dhidi ya RS Berkane ya Moroko. Kufikia hapo, sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Mwanaidi Mubarak. Ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa Sau TV. Uwe na usiku mwema.